Kwa kuwa nimeanza kuongea na nyie, ndiyo changamoto niliyoifuata. Hasa kimsingi, nilikuwa naenda kule, kuna barabara moja hapo nyuma ya shule, na nimefuatilia kwa kutembea korongo lile la nyuma ya shule. Kwa wale wenyeji wanaofahamu korongo lile, lilikuwa linataka kuporomosha shule yetu hii ya, ya sekondari iliyoko hapa ya, ya msingi shule ya msingi iliyoko hapa ilikuwa ile miaka miwili mitatu inayokuja mbele ile shule iondoke. Sasa kwa watu wanaojua kuhifadhi mazingira, makorongo si jambo zuri, ni jambo la kuchukua hatua mara moja. Kwa hiyo nikaombwa na viongozi wenu wa Chama cha Mapinduzi, wakiwepo wagombea na wananchi wengine na shule, nikafika pale. Nilipofika pale nikaona hii ni hali ya hatarishi, siyo hali ya kawaida, hatuwezi tukaivumilia. Nikaacha kazi zote nikarudi ofisini na kuwaita wataalamu na kuelekeza fedha yoyote katika eneo lolote ambalo liko salama, iende kwanza ikatekeleze pale, na sasa hivi nasikia hali ni nzuri. Baadaye nikasema kuwe na mwendelezo, tusiachie pale kwenye korongo. Kwa hiyo baada ya korongo tutakuja na barabara hii hapa mpaka hapo kwenye barabara kuu ya lami, ikiwa ni pamoja na lile korongo kuchukua hizi stream zingine kupitisha hapo kwenda vizuri kusiwe na makorongo tena baadaye. Kwayo hilo ni jambo ambalo lipo, tumeanza na tunachukua hatua kwanza pale kuinusuru shule, lakini pia na barabara hii ipitike kwa kiwango kizuri cha lami na mifereji mizuri inayoenda. Huo mpango upo na tunaendelea kufanya hivyo, lakini pia ninasikitishwa kwa changamoto hii ambayo haijawafikia hii ya msaada wa kifedha, na imezungumzwa na wadau kwa mafundi, imebainisha hapa wazee, lakini mi naona hata vijana hapa wamezungumza, sio wazee peke yao. Wanaomba msaada wa kifedha ni pamoja na vijana. Mimi niseme ni bahati mbaya sana kama fedha zote hizi zilizopo hapa halmashauri zinazotolewa kwa vikundi nyinyi hamjazipata, ni bahati mbaya sana. Hamjazipata kwa sababu ya ufahamu kwamba kuna fedha na mtu aje awaambie kuna fedha, ufanyeje sasa upate fedha ya mkopo. Hapo ndipo tatizo lililopo. Sasa nitumie muda mfupi kuwaeleza Jamani, fedha zipo za mikopo, ndio zimegawanyisha, ziko katika makundi maalum: kundi la kina mama, kundi la vijana na wenye ulemavu, lakini hatukuishia hapo. Mama Dr Samia Suluhu Hassan ametoa fedha kupitia benki zetu za NMB na nyingine, iwapo tu una shughuli maalum eneo fulani na nyie, maeneo mnayo ndio haya sasa. Mmeanza kugombania ni maeneo yenu, mlipaswa mpate mikopo kama watu wengine wanavyopata mikopo. Kwa hiyo nitaelekeza mtaalamu kama mlivyoniomba, aje. Cha kwanza ni kuwaunganisha, kwa sababu kwanza mnajiita umoja umoja, tayari maanaake ni muungano wa jumuiya fulani. Kwa hiyo mnastahili kupata fedha na mikopo. Nitamwelekeza mtaalamu kuja kuwaunganisha hiyo umoja wenu. Kama una vikundi tofauti tofauti, sawa? Na kama ni kikundi kimoja chote ni umoja wenu, ni sawa. Tena ni sawa zaidi. Kwa sababu tunataka kusaidia makundi. Tumeshughulika na makundi ya mama mama lishe na makundi ya wafanyabiashara wadogo yote, serikali yenu imeshughulikia, na wao wako katika rika tofauti, wako vijana wanashughulika na biashara, wako wazee wanashughulika na biashara, lakini inapofikia umoja, basi wote mnakuwa katika sifa sawa ya kupata mkopo au fedha au usaidizi wa aina yoyote. Nikitolea mfano wafanya biashara katika soko ili masoko yetu tuseme, wapo ambao tumewawezesha mikopo na mba, wapo ambao wamefikiwa na mikopo ya benki, lakini sasa sisi hapa tulikuwa hatujui hilo, hatuna ufahamu hilo, kama mikopo inatolewa seme. Kwa hiyo ndio maana taarifa hii imekuja kwangu, niseme hili nimelichukua kwa utekelezaji.